Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Karibuni tena. Leo hii tumewaletea uh, namna ambavyo unaweza ukamaliza kabisa swala la miharo bandani kwako. Hii changamoto imekuwa kubwa sana, kwa sababu huenda wengi wetu hatufahamu labda miharo inatokana ngani na nini, na ni namna gani unaweza ukazuia au ukatibia hii miharo yote uh, bandani uh, kwa uzoefu wetu hapa shambani miharo imesababishwa na vitu vingi sana, vitu vingi sana vimesababisha miharo hiyo. Miharo huwa inakuwa inaashiria ugonjwa fulani, inaweza kuwa typhoid, kipindupindu, uh, vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, ndakutajia sababu ambazo huwa zinapelekea miharo, au vitu ambavyo tulivibaini hapa shambani huwa vinapelekea miharo. Kitu cha kwanza ni kuwapa kuku maji machafu. Hiyo changamoto imekuwa ikijirudia mara kwa mara, hasa wakati ule wa mvua. Kama mnavyojua sisi kibuwe, kuja huria tumewaacha nje. Kwa hiyo mara nyingi kile kipindi cha mvua huwa wanapata sana miharo, ni kwa sababu ya kunywa yale maji ambayo yametuama. Kwa hiyo changamoto huwa inakuwa ni ngumu sana kipindi kile cha mvua kwa kwetu sisi, kwa sababu nje kuku wapo nje. Kwa hiyo sababu huwa inachangia sana uh, kunywa maji machafu, lakini sababu ya pili ambayo huwa inapelekea hii miharo ni stress. Hii stress inasababishwa na kama vile umewajaza kuku wako bandani. Yaani banda dogo lakini umeweka kuku wengi wana banana. Hawana ile comfortability wakiwa mle ndani. Kwa hiyo hali huwa inawapelekea stress. Stress huwa wanakuwa tu wanaharisha. Yaani wanakuwa ni kuku ambao wanahara sana. Mwaro wao mara nyingi huwa unakuwa ni muharo mweupe. Ah, uh, huu muharo uh, ukisha ukisha jaa sana bandani huwa unapelekea coccidiosis ya. Sasa kivipi unapelekea coccidiosis? Banda likiwa linachafuka mara kwa mara, huwa wana tabia ya kudonoa au kula wao wenyewe kile kinyesi chao. Kwa hiyo wakila moja kwa moja, huwa wanakula hawa bakteria ambao wanasababisha coccidiosis. Baada ya hapo, unakuta miharo imekuwa ya, ya brown, na baadaye wanahara damu, na hiyo ya kinyesi kujaa bandani au wao kula ule uchafu huwa inawapelekea coccidiosis, lakini pia huwa inawapelekea waweze uh, kupata minyoo na huku mwenye coccidiosis mara nyingi sana huwa anakuwa anaambatana na, na minyoo. Hii yote inasababishwa na wale bakteria ambao wanasababisha hao, hiyo coccidiosis pamoja na minyoo. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vya kuwa makini navyo sana bandani kwako na sababu nyingine ambayo inasababisha miharo ni kuwapa chakula ambacho kina unyevu. Maeneo ambayo yana unyevu ni maeneo ambayo bakteria pamoja na viumbe wengine ambao wanasababisha magonjwa kama fangasi, virusi huwa wanapendelea sana kuwepo maeneo hayo. Kwa hiyo ukiwa nawapa chakula ambacho kina unyevu, kuku wako watakuwa wanapata hii miharo kwa sababu ya magonjwa ambayo yatakuwa yanasababishwa na bakteria, virusi pamoja na fungus. Kwa hiyo hakikisha unawapa kuku wako chakula ambacho ni kikavu, chakula ambacho kimekauka, umekitengeneza vizuri, kimekauka vizuri ndio uweze kuwapa. Ukikausha basi unaweka yale mazingira yasiwe rafiki kwa bakteria, virusi pamoja na fungus. Aa, na hapa kwenye chakula, sababu nyingine ambayo inapelekea ni kuwapa chakula ambacho kina chumvi nyingi. Ukiwapa kuku wako chakula ambacho kina chumvi nyingi, uh, huwa wanapata miharo, huwa wanaharisha sana. Ukiona kuku wako wana miharo sana mieupe, wanaharisha sana ile rangi nyeupe na baadaye wanaishiwa nguvu miguuni, basi rudi angalia kwenye chakula chako ujue chakula chako kile kimezidi chumvi. Hasa hasa kwa wale ambao wanatumia wadagaa nyama ambao wana chumvi, huwa wanakuwa hawana tena sababu ya kuweka chumvi kwenye kile chakula. Ukiweka chumvi, utakuta umeizidisha. Na hawa kuku kisha izidisha chumvi huwa wanaanza kuharisha sana. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha miharo bandani kwako isiishe, au ikawa inaathiri sana, kuku wanakufa kwa sababu ya hii miharo. Ah, sasa wakati wa kupambana na hii miharo huwa tunapambana nadhani kwa dawa nyingi sana. Kuna dawa nyingi sana ambazo tumezielekeza kama kwa mfano dawa za typhoid, kipindupindu, kideri na kadhalika. Kuna dawa nyingi sana za asili ambazo zinafanya vizuri sana kwa, kwa kwenye hii miharo sasa ukiona ile miharo ambayo haiishi unajitahidi kutibu kila aina ya muharo yani unatibu unatibu lakini unaona haipotei au inaenda inapotea taratibu sana au inapotea na kujirudia basi uh, utafanya haya yafuatayo ili uweze kumaliza kabisa swala la miharo shambani kwako kitu cha kwanza ni usafi utasafisha vizuri banda lako ukishasafisha utamwagia jivu lengo la kumwagia jivu ni kuua bakteria virusi na fungus uh, jivu lina uwezo mkubwa sana wa kupambana na hawa bakteria. Kwa hiyo baada ya kusafisha banda lako, hakikisha unamwagia jivu banda zima, ili liweze kupambana na hawa vimelea wa magonjwa. Ukishamwagia jivu, uh, utamwaga matandazo mapya. Kwa wale ambao wanafugia chini, utamwaga matandazo mapya. uh, baada ya kumwaga haya matandazo, utaanza kuwatibia Uh, sasa kwenye kuwatibia utatumia huu mchanganyo. Huu mchanganyo nitakutajia kwa sababu huu mchanganyo una dawa ambazo zinatibu magonjwa ya virusi, bakteria, fungus na kadhalika. Ni mchanganyo ambao una uwezo wa kupambana na magonjwa yote ya kuku ambayo yanasababishwa na yanayo yanayopelekea miharo. Uh, na kuku ambapo huwa anakuwa na miharo, tiba ya kwanza ambayo huwa tunaiangalia iende ikamsaidie ni ile tiba ambayo mara nyingi inakuwa ina kiwango kikubwa cha sulfa. Sasa hii kiwango kikubwa cha salfa pia huwa kina side effect. Side effect yake ni kwa wale kuku ambao wanataga, huwa inastopisha utagaji. Ila kwa kuku wasio taga huwa haiathiri kitu chochote. Kwa hiyo kama kuku wako wanataga, uh, endelea kutufuatilia KingoFarm tutakuelekeza namna gani ya kuweza kukabiliana na miharo kwa wale kuku wanaotaga. Ila kwa kuku wasio taga utatumia mchanganyo huu ambao huwa unakuwa una hivi vitu ambavyo vinaweza kupambana na vimelea wa magonjwa, lakini huu mchanganyo unakuwa una kiwango kikubwa sana cha salfa. Hakikisha umeandaa vizuri banda ko umelisafisha, umemwaga jivu, ndio uweze kuwapa huu mchanganyo. Ukiwapa huu mchanganyo kwa siku tatu, kuku wako watakuwa wamepona kabisa miharo bandani kwako, na uhakika kabisa, ukivifanya hivi vitu utasahau kabisa habari ya miharo shambani kwako. Japokuwa mishanganyo ipo ni mingi, lakini leo nitakutajia the best, ule mharo ambao hata sisi wenyewe hapa shambani ukitusumbua, yani miharo ikisumbua tu, lazima tuufanye na kuku wanakata kabisa. Sasa swala la kuhara kwa mfano, ukija shambani kwetu kwa sasa, yani hakuna muharo wowote, tuna muda mrefu hatuna miharo. Kipindi cha mvua ndio huwa tunapambana nayo sana, na huwa tunafanikiwa. Hakuna kuku ambaye huwa anakufa wala hakuna kuku ambaye huwa anadhoofika lakini tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo unalipia ada ya shilingi 8000 ndio uweze kupewa darasa, lakini vile vile kama una maswali utauliza na utajibiwa. Aa, na pia kama unahitaji ushauri kuhusiana na ufugaji wa kuku aina gani wanalipa na uwatoe wapi na kadhalika, basi hakikisha upo tayari kulipa hiyo shilingi 8000 kwa muda wa miezi miwili tukupe elimu tukupe ushauri pia. Aa, ukilipia hiyo 8000 ndio uta, utaweza kutuelekeza nini unataka au una swali gani au unataka mafunzo tunaingiza vifaranga tunaelekeza vizuri kabisa kuanzia pale tunapowapokea mpaka tunapowauza kwa ada ya shilingi elfu nane tu, lakini itakupa elimu nzuri na utafuga kwa tija. Ah, kitu kingine tuna vitabu vitano vya ufugaji. Kitabu cha kwanza ni safari ya ufugaji, hiki kinamwongoza kumfuga layers na chotara. Kitabu cha pili ni tiba za asili, kina tiba za asili za kuku aina zote, booster za asili, pamoja na vitamini za asili, pamoja na chanjo za asili za kuku aina zote. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Pia tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili vitabu vyote